Brela wanaendelea na uelimishaji wa jamii, vile vile ukaguzi wa biashara pamoja na viwanda kuhakikisha tunaleta ufanisi, lakini vile vile kuendelea kuweka mazingira wezeshi kabisa ya biashara. Lakini Brela imekuwa na mafanikio makubwa sana, imeendelea kubo, kuboresha vyanzo vyake vya mapato, lakini wamechangia, wameongeza gawio lao kwa serikali vile vile, kwenye kipindi cha miaka mitano wamechangia takriban bilioni 82. Kwa hiyo kazi kubwa na mapinduzi makubwa sana yamefanyika hapa Brela, na tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu maono yake ndiyo ambayo yanapelekea mafanikio haya ambayo tunayaona kwenye sekta yetu hii ya viwanda na biashara. Nimezungumza na Brela kwenye kikao chetu cha ndani na tumeongea mambo mengi ya kiutendaji ili kuboresha utendaji wa taasisi hii ili kuendelea kupata matokeo zaidi katika siku mia moja za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan lakini kwenye kipindi hiki cha miaka mitano yako mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameendelea kuyasitiza mara zote ikiwemo ajira zile za vijana milioni nane pamoja na mfuko maalum wa vijana kwa ajili ya kuendelea kuleta ajira. Kimsingi, mifumo ya BRELA sisi imeunganishwa na taasisi nyingi sana, taasisi za msingi kabisa ambazo tunafanya nazo kwa karibu ni NIDA, TRA, mifumo yetu inasomana na mabenki, baadhi ya mabenki, mifumo yetu inasomana. Kwa mfano, mtu huwezi kwenda kukopa benki sasa hivi bila benki kuomba taarifa online za huyo mtu anayeomba, anayeomba huo mkopo. Kwa hiyo, kama taarifa zako haziko sawa ndani ya Brela, maana yake benki haiwezi kukupatia, haiwezi ikakupatia mkopo. Lakini pia, ukienda Nida sisi, kwa mfano, mtu huwezi ukafeki jina lako, maana yake sisi tunachohitaji ni namba tu ukiingia kwenye mfumo wa Brela, ina maana ukijaza namba kama wewe ni mwanahisa, mfumo wetu unaenda unachukua taarifa, baadhi ya taarifa zile ambazo tunazihitaji sisi, inaenda inachukua kwenye mfumo wa Nida majina pamoja na kuhakiki zile taarifa zote kwamba ni sahihi, kwa sababu ingekuwa ni kila mtu anajaza tu jina pale, mara nyingi majina yanapishana. Lakini kama ulisajili Nida, kwa hiyo ukiingiza namba ya Nida tu inaenda na fiki zile taarifa. Lakini kwa TRA, TRA zamani ilikuwa mtu kusajili kampuni unaenda kuomba unaomba kuomba TIN number TRA, lakini sasa hivi kwa vile mfumo wetu unasomana maana yake TIN number, wakati unasajili kampuni yako mfumo wetu unaenda unagusa eh, database ya TRA kule. Kwa hiyo inatoa ina generate number ambayo ndio TIN number inaipatika juu ya cheti cha cheti cha usajili wa kampuni. Kwa hiyo ile namba tunaita nini, certificate of incorporation number, ile inayoonekana pale juu ndio TIN number ya mfanya biashara. Kwa hiyo umuhimu wa hii mifumo kusomana umesaidia sana katika kupunguza kupunguza ule mzunguko zamani. Mtu anasajili kampuni hapa, alafu anatembea kwa mguu au anasafiri kwenda TRA ili apate TIN namba, lakini sasa hivi kwa vile mifumo inasomana, basi hiyo eh, shida sasa hivi haipo.